Mamia ya wakazi wa Luvungi na Katogota jimboni Kivu Kusini nchini DRC wamelazimika kukimbia makazi yao Ijumaa tarehe tano Disemba kufuatia mashambulizi mapya ya mabomu na mapigano. Kwa mujibu wa wakazi waliokimbia na viongozi wa jamii, wengi wao wameelekea eneo la Sange, kando ya barabara kuu ya tano. Furaha Jumapili ni mkimbizi kutokea Luvungi. tulikuwa tungali tunakazakaza roho mwingine, tunaangalia mwingine, tuko tunavumilia Tuangalie vitapita wapi, ndio tunaona se usubuhi bombe zinakwa zinanguka, mwingine na ziko zinaua watu, ndo tunasema hapana, hivi inakwaza kuua watu, tujongee mbele kidogo, twende tusikilizie hali ya mwingine ikwayi Mashariki mwa DRC imekumbwa na ongezeko la vurugu katika wiki za hivi karibuni, licha ya juhudi mpya za kidiplomasia kutafuta mwisho wa miongo ya mizozo ya makundi yenye silaha na misuguano ya mpakani. Kama tunakimbia ni vita, vita ya nani? Ya M23 na mzalendo. Njoo vita yenyewe inapambana moto pale, pale Luvungi ilianzia nani, Katogota mwanzo Katogota walianzia tangu siku ya pili. Siku ya pili walipambana walipambana walipambana. Sasa, sasa, si tuko sawa vile baraia tuko cha kimbilia Luvungi, hatuiki ya kuendelea, tuko tunauliza tu njoo nini, habari ikakafika mkipindi ya siku ya tatu, ika mabombi zinakuwa zinatoka Luvungi zinaingia kama Nyola, zingine zinatoka kama nyola zinaingia Luvungi, chombola chisukumu anatokea Luvungi. Juzi kulikufa bawili Jana kukakufa bawili. Leo busubuhi kukakufa mumoya, mabombe ziko zinaangukia mumwingine. Wengi waliripoti mapigano karibu na Katogota huku risasi za pande mbili zikidaiwa kufikia maeneo ya Kamanyola. Tukio hilo limesababisha wakazi kukimbia kwa wingi wakitafuta usalama kuelekea kusini.